Wakizungumza wakati wa kufungua barabara hiyo iliyo katika, wakazi wa Kiyombo na Mkiu akiwemo Emmanuel Mtweve wanasema licha ya TARURA kujenga barabara hiyo lakini wameamua kuunganisha nguvu zao kuikarabati eneo korofi lenye urefu wa mita mia mbili tu kwa sababu limeharibiwa vibaya na mvua zinazoendelea kunyesha ambapo wamesogeza mawe, vifusi na kuchimba vifereji ili kurejesha kwenye hali ya kawaida na kuokoa uchumi wao uliokuwa hatarini kupotea. Barabara ni mbovu, vyombo vya moto vikija hasa kupakia mazao magari yanalala njiani, pikipiki zinalala njiani. Kwa kweli hatukufanikishi kwa muda unaotakiwa. Baada ya kuona barabara ni ngumu, tuliamua kumwomba Mheshimiwa diwani atusaidie kipande hiki ambacho kimeharibika. Kwa kweli Mheshimiwa diwani ameweza kutuelewa na kuhamazishana, hasa wana kijiji hiki. Tumekuja kutengeneza hii barabara baada ya kuona kuna changamoto ya usafiri, yani tunashindwa kwenda sehemu nyingine kufata mahitaji mbalimbali ikiwemo zahanati ma, na shughuli nyingine za uchumi zinakwama kwa sababu ya hii barabara imekuwa changamoto. Nimeamua kutoa chombo changu ili kufanya barabara iwe inapitika. Shida ilikuwa ni kutoka Mkiu kuja Kiyombo ilikuwa ni kazi ngumu sana, maana ukinunua bidhaa Kiyombo kupeleka Njombe inakuwa ni kazi. Kuhusu umuhimu wa barabara hiyo kiuchumi na afya, viongozi wa kata na vijiji akiwemo Kilian Frolian, afisa mtendaji wa kata Lubonde na mwenyekiti wa kijiji cha Kiyombo anasema, barabara hiyo ni kiini cha uchumi wa kata Lubonde na halmashauri kwa sababu Kiyombo ndiko kunakozalishwa kwa wingi zao la viazi, vitunguu na nguzo, hivyo wataendelea kufanya hivyo kwa manufaa yao. Baada ya kuona hii changamoto, kwa kushirikiana na viongozi wetu wa vijiji tumeweza kuhamasishana kuhamasisha wananchi wenye vyombo vya usafiri, matrekta na magari na magari, kuhakikisha kwamba wanatoa vyombo vyao kuweza kufanya hii kazi, kuondokana na hii adha ambayo tunayo. Kutokana na haka kapande kama ka, ka, ka, kamita mia mbili hivi, imeonekana wakulima bado wanapata changamoto. Tumekubaliana kwamba mtu yeyote ambaye atakayekuwa ameshindwa kufika mahali hapa, basi tutamchukua kisheria, lakini adhabu yake ni elfu 30. Mara baada ya kufanikiwa kutatua kero katika maeneo yote korofi ndipo Edgar Mtitu anaweka wazi sababu ya kuamua kuhamasisha wananchi kujumuika kwenye masuala ya maendeleo na kisha kushukuru Tarura, ofisi ya mkuu wa wilaya na mbunge kwa kuchangia mafuta kwa vyombo vya moto vya wananchi ambavyo vimetumika kusafirisha kifusi. Umeona hicho kipande? Hicho kipande kizidi mita mia mbili. Sasa kweli serikali ilete greda kuja kulima barabara kwenye mita mia mbili sasa tukaona kwenye kipande hichi kidogo, sisi wananchi tunaweza tukashirikiana kuhakikisha haya mashimo tunayafikia, kwa sababu mvua, serikali imetengeneza, lakini mvua imekuja imefanya nini? Imeharibu. hali halisi ya asubuhi uliiona, na hali halisi ya sasa hivi umeiona. Tuna uhakika sasa hapa patapitika vizuri. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.